Kwa jina najulikana kama Yusuf Abdallah Shikanda na ne hakimu mkuu mwandamizi mahakama ya Makindu na pia vile vile ndio hakimu mfawidhi wa mahakama hiyo hiyo ya Makindu. Tupo hapa Naivasha kwa ajili ya kongamano la mahakimu pamoja na makadhi. Ni kongamano ambalo mara nyingi huwa ni kila mwaka tunakongamana kwa pamoja ili kujifundisha kuhusiana na utendaji utenda kazi wetu. Aa, na kwa, kwa muda huu ambao tumekuwa hapa, mandhari ya kongamano letu ni kwamba inahusu matumizi ya teknolojia katika utendakazi wetu. Kwa hiyo, tumejifundisha mengi kuhusiana na teknolojia na mawasiliano na vile teknolojia inaweza tumika ili kuhakikisha kwamba haki imepatikana kwa wananchi ni mmoja kati ya wale mahakimu ambao tunatukuza lugha ya Kiswahili katika, hususan katika muktadha wa sheria, na nimeandika hukumu pamoja na maamuzi mengi katika lugha ya Kiswahili, na nafanya hivyo kwa sababu, ukiangalia riwaza yetu ya idara ya mahakama inahusu mabadiliko ya kijamii kupitia upatikanaji wa haki. Sasa, iwapo mahakama itakuwa inatumia lugha ya Kiingereza tu na kuna watu wengi ambao hawajasoma na Kiswahili ni lugha ya taifa. Na hata ukiangalia kwenye katiba ibara ya saba inaeleza kwamba lugha ya taifa ni Kiswahili, imaanza na Kiswahili alafu katiba inasema lugha ya mawasiliano ni Kiswahili na Kiingereza. Kwa hiyo unapata kwamba Kiswahili kimepewa kipaumbele lugha ya taifa ni Kiswahili, tunaanza na Kiswahili ndio kisha, tuangalie lugha zingine kama ni Kiingereza au lugha yoyote nyingine. Kwa hiyo katika kutukuza Kiswahili kwenye muktadha wa sheria unapata kwamba watu wanaelewa mchakato wa mahakama, wanaelewa ukitoa maamuzi yote, anaweza wananchi wa kawaida anaelewa ni kwa nini umeamua hivyo, umetoa uamuzi huo, umetoa sababu zako, anakuelewa kabisa, Sio kuzungumza Kiingereza tu, maana kesi kwa kawaida kesi ni wale yule ambaye ameshtakiwa ama yule ambaye amehusika katika hiyo kesi. Kwa hiyo kama mawasiliano ni kati ya mahakama tu na mawakili, mara nyingi inakuwa anazungumza kwa Kiingereza. Sasa yule mwenye kesi nakuwa hafahamu chochote, baadaye akienda kuuliza wakili wake. Kuna mawakili wengine ambao wanawapotosha, sasa mwisho inakuwa yeye mwenye kesi yake hajaifahamu vyema. Lakini kama wewe hakimu kama wewe unaweza kuzungumza moja kwa moja na wale wahusika, unaoeleza katika lugha ya Kiswahili, kwa hivyo hata mtu akiondoka pale anakuwa ashafahamu nini ambacho kimeendelea katika kesi yake.